Mind you naendelea huwa no. Anapenda sana kutoa insights kadri ya muda unavyozidi kwenda, kwa sababu tuna approach kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho no. RS Berkane ni timu ambayo ina safu bora zaidi ya kiungo kwenye ligi, bora zaidi ya kiungo ikiungwa na Lamin Kamara, kuna mambo anaitwa Yasin Labiri pamoja na Ayub Khairi. Hii midfield trio. hii midfield trio. hii midfield trio ni midfield trio hatari zaidi kwenye, kwenye ligi ya Morocco kuliko midfield trio yoyote kwenye vikosi vyote vya ligi ya Moroko yoyote, si nanielewa bwana Jaffe. Sasa unavyoenda kucheza na timu ambayo ina, ina e, safu nzuri zaidi ya kiungo, tafsiri haraka haraka ni kwamba na viungo wako wanatakiwa wawe bora zaidi ili kuendana na kasi ambao watakutana nayo kwenye eneo la, la kiungo, kama huyo Yasin Labiri. Mimi siongei sana huyo Yasin Labiri e, nafikiri watu, watu watakuja kumwona. Unajua mi mara nyingi huwa nikitaja wachezaji watu wanakuwaonana kwa mfano kama Abdulrahim Beknum nilimtaja sana akaja akafunga, ndio kwa hiyo. Na huyo Yassine Labiri, sio kwamba ni kwa sababu anafunga, no, ni kwa sababu ni mchezaji ambaye yeye ndo ana operate, anaangalia yani, yeye ndo anaamua timu yake icheze vipi, yeah, especially kwenye eneo la katikati, vision yake ya kuona space nyuma safu ya ulinzi, jinsi anavyoweza kupiga breakline passes, jinsi anavyoweza kutawala eneo la, la, la katikati, pamoja na mwamba anaitwa Lamin Kamara, Mamadou Lamin Kamara kutoka Senegali, mchezaji bora kwenye kikosi walio naye kwa sasa. Ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kudetecti mchezo, ana uwezo wa kukaba, ana work rate nzuri. Sasa Simba Sports Club, kama unataka kuchuana na eh, vilabu kama hivi mara kwa mara, maake sio ionekane fluku tu, mara kwa mara unavokutana nao na vilabu kama hivi, unatakiwa uwe na safu nzuri zaidi ya ya kiungo. Kwa hiyo kwa level ya Joshua Mutale, ukienda ku compete na level ya watu kama hao tafsiri ya haraka harakaharaka ni kwamba unatakiwa uboreshe palipo, kwa sababu ushafika wa nne Afrika, utakiwa kuendelea kuwa na wachezaji wa grade C, wa wa sekafa. Of course, yule, yule ni wakosafa, utakiwa kuwa na mchezaji kutoka kosafa, anatakiwa awe ni version ya grade A sio, sio B wala kushuka, umeelewa. Nyerere wakiwa wanaipokea timu yao kutokea pale nchini South Africa. kwa Eh, katika dimba la, la Moses Mabida ambapo walifanya balaa kubwa kubwa kweli kweli na kufanikisha kuingia hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kutoka suluhu kwa suluhu, lakini wekundu wa Msimbazi, Simba, wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri katika mchezo wa kwanza katika dimba la Anyu Amani Complex. Na kama ambavyo wanavyoona hilo lilo basi la wekundu wa Msimbazi, Simba. Wana Simba wakiishangilia kwa nguvu zote eh, hakika hii historia imeandikwa, hii historia imeandikwa ni fainali walotafuta kwa muda mwingi kweli kweli, lakini eh, hawakuipata na hatimaye chini ya Fadu Davis. Hakika, jambo limetimia na sasa wanachokitafuta ni kombe